Bamia, zao lenye faida nyingi, ni dhahabu ya kijani kwa mkulima, kwani hustawi haraka na kutoa mavuno mengi, hivyo kuongeza kipato chake kutokana na soko lake kubwa na uwezo wa kusindikwa, huku pia likiwa na faida kubwa kwa mwili wa binadamu, kwani lina virutubisho muhimu kama vitamini A, C, na K, madini kama calcium, magnesium na potassium na nyuzi nyingi ambazo husaidia kuboresha mmeng'enyo wa chakula kudhibiti sukari kwenye damu, kuimarisha kinga ya mwili, kupunguza cholesterol na kudumisha uzito mzuri, na hivyo kuifanya bamia kuwa zao muhimu kwa afya na uchumi. Mkulima Juma, baada ya kusikia faida hizi, aliamua kubadili shamba lake na kupanda bamia. Ndani ya miezi michache, mavuno yake yalikuwa mengi na soko lilikuwa tayari kununua. Pia familia yake ilianza kula bamia mara kwa mara na afya zao ziliboreka sana. Juma alitambua kuwa bamia sio tu zao la biashara, bali pia ni chanzo cha afya kwa jamii. Na wewe je, umewahi kujaribu kulima au kula bamia? Tuambie kwenye maoni hapo chini. Na kama umefurahia video hii, usisahau kusubscribe, kulike na kushiriki na wengine ili tuendelee kukuletea maudhui zaidi kuhusu kilimo na afya. Asante kwa kuangalia.